Dugu zangu, niko kwenye ziara ya kawaida, ziara ya mbunge. Nilianza ziara hii mwaka jana, nikapita wilaya ya Tanganyika kwenye kata 16 za wilaya Tanganyika, lakini nikaja pale Mpanda Mjini, nikapita kata 15 za jimbo la Mpanda Mjini, lakini nikapita pia jimbo la Simbo nikawa sijamalizia jimbo la Katavi pamoja na jimbo la Kavuu. Kwa hiyo hiki ni ni kipolo ambacho nilikuwa nimekibakiza ili niweze kukamilisha hata hamsini na nane. Mtaji wa chama chochote cha siasa ni watu, sio pesa, kwa sababu pesa hazipigi kura. Kinachopiga kura ni watu wale watu ambao watakuwa mawashawishi kwenye kwenye, kwenye tawi lako wamejiunga kwenye Chama cha Mapinduzi wakakata kadi, wakawa wanachama halali, basi hao watu inavyokuja wakati wa uchaguzi, wale watu ndio huwa wanapiga kura na wanakivusha kuvusha kile chama, na kile chama kinaweza kinarudi madarakani. Ukiwa kwenye tawi, ukiwa kwenye tawi, wewe ndio chama kwenye kwenye, kwenye hilo tawi, sisemu oye, usije ukasema kuna mwingine Yani ukasema mimi sikatibu tawi tu au mimi simjumbe tu bwana, sisiemu ina nee, sisiemu haina wenyewe. Wenyewe ndio sisi, semeni wenyewe ndio sisi, wenyewe ndio sisimtawi wowote wa chama cha siasa ni watu, sio pesa Ilunde. Samia ndeoyeemu safi, ni kweli, serikali ya awamu ya sita ambayo inaongozwa na yungo mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassani, imetoa pesa nyingi sana kwenye mkoa wetu wa Katavi. Imetoa pesa takribani trilioni moja, trilioni moja, pointi tatu kwa ajili ya maendeleo ya mkoa wetu wa Katavi. Tutumie hizi shule ambazo zimejengwa, lakini tuwahimize watoto kwa kuwaeleza umuhimu wa shule. Tunataka baadaye tuwe na madaktari kutoka Ilunde tuwe na walimu kutoka Ilunde, tuwe na mapolisi kutoka Ilunde, tuwe na mainjinia kutoka Ilunde, tuwe na watu ambao ni watoto wanatoka Ilunde lakini wanatoka pia kwenye kata nyingine za mkoa wetu wa Katavi. Kwa hiyo madarasa ambayo tumejengewa tuweze kuyatumia vizuri, lakini tuwaeleze watoto wetu wa kike madhara ya kupata mimba kabla ya wakati, kina mama we, kina mama, safi. Safi. Mama huyu huko bungeni anafanya kazi kubwa sana, anachakata mambo mengi sana, na sisi kina mama tunapata uwezo wa kujiinua kupitia mama yetu akishirikiana na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania CCM Oe. Oe. CCM Safi. Safi. Tumeambiwa kuna shule, tumeambiwa kuna afya, kuna, kuna barabara, kuna maji, haya yote ni maendeleo ya viongozi wetu huko juu. Tunakushukuru sana mama yetu kutufikia kwa siku ya leo na Mungu amekunyosha wa mkono wake na mama moyo amependeza ma <laughs> salamu kwa Samia. Samia tutamwaga, yani, pembe zote za Ilunde ni ng'ala za, za Samia tunampa kula za ndio, na kazi iendelee. <coughs>